Mheshimiwa Innocent Bashengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa fursa ya kuchangia kanuni ya 69. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwenyekiti, Mheshimiwa Zito, nakusihi Naku... Naku sana hiyo hiyo kanuni ya haki za bunge hailazimishi kiti kikubali kama ilivyo na, na kusihi uisome vizuri kanuni ya 69, hoja ya kuahirisha mjadala. Sikilize, mbona unapapara? Sikil... wote twende pamoja, sasa wasomee tu basi. Mheshimiwa Mwenyekiti, isome isome tu us, us, isome tu usitoe maelezo kwanza. <laughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakushukuru kwa kunipa fursa ya kutoa hoja ya kuahirisha mjadala unaoendelea bungeni hivi sasa kuhusu hotuba ya rais ili kujadili na kuomba, isome hiyo kanuni. Soma kanuni. Soma kanuni kwanza, Mheshimiwa. Mheshimiwa, nikisimama nakuomba uketi. Nimeshasimama naomba uketi. Asante. Na yule mwanaume amesimama. Narudia waheshimiwa wabunge wanaume baba yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni ya 691 inasema mbunge anayependa mjadala unaoendelea juu ya hoja yeyote uahirishwe hadi wakati wa baadaye anaweza kutoa hoja kwamba mjadala sasa uahirishwe, na atataja mjadala huo uahirishwe hadi wakati gani, na pia atalazimika kutoa sababu za kwa nini anataka mjadala uahirishwe. Naomba nitoe sababu za kwa nini nataka mjadala wa hotuba ya Rais uahirishwe mpaka hapo baadaye. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, endelea kusoma ya pili, fasili ya pili ulisoma wewe. Naomba uniruhusu niendelee mheshimiwa. Tumia hiyo hiyo. Naomba niendelee. Na ni Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa waziri wa habari na kuomba mheshimiwa Mw Zito. Mheshimiwa Zito. Hebu e, keti. Soma kanuni. Hivi e tatizo Mbona Jecha hamkumlazimisha asome ya pili? Nilisema hivyo kwa sababu sio sisi tu, sisi tuna bahati ya kuwa na hizi nakala za kanuni. Watanzania ambao wanawasikiliza hawana hizi, kama, wa, ka, kama wasikilizi sasa watawasikiliza katika kipindi mahususi. Naomba ukisome kifungu cha pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kisome. Nakuelewa na mheshimiwa mwenyekiti, natii maelekezo yako. Kifungu cha pili ni maamuzi yako wewe, baada ya kusikiliza hoja, kisome. Kwa lazima nitoe sababu za kuahirishwa, wewe utumie kifungu cha pili na cha tatu kuamua kama hoja hiyo ni sahihi au hapana. Kwa naomba unisikilize Naomba usome vizuri hiyo kanuni, mheshimiwa mwenyekiti. Kifungu cha pili ni mamlaka yako wewe ya kuruhusu kama hoja ninayotoa ni, ni sahihi au la. Kwa naomba niende kwenye hoja then utaamua, ni maamuzi yako. unachoogopa ni nini? Kwa niendelee. Mheshimiwa, ebu keti sasa nikuongozi. Mheshimiwa Zito, niliposema ukisome kifungu cha pili, nilikuwa nikufikishe huko kwamba tuelewane wote kwamba tunazingatia kanuni. Nishakukuruhusu sasa, ndio utasema na mimi nitaipima kwa niaba ya bunge kama kweli hiyo ndio njia nzuri ya kuendesha shughuli zetu, lakini wewe ulikuwa unang'ang'ania tu uanze kusoma. Eh, sasa turudi tu kwenye mstari. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha pili nakusoma na kwa niaba ya yako, maana nitakiwa kusome. Wewe kama spika atakuwa na maoni kwamba kuwasilishwa kwa hoja hiyo ni kinyume cha uendeshaji bora wa shughuli za bunge, atakataa kuitoa ili iamuliwe vinginevyo, papo hapo atawahoji wa bunge juu ya hoja hiyo kadiri itakavyoona inafaa. Naomba sasa, mheshimiwa mwenyekiti, nitoe hoja yangu kwa nini na, naomba bunge lako tukufu liahirishe mjadala wa hotuba ya rais mpaka hapo baadaye, baada ya hoja ninayotoa muda uliopita, muda mfupi uliopita, waziri wa habari ametoa kauli ya serikali ambayo inawanyima haki wananchi ya kufuatilia shughuli la baraza lao la uwakilishi, bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Televisheni ya taifa TBC ni televisheni inayoendeshwa na fedha za umma zinazopitishwa ndani ya Bunge. Walipa kodi ndo anayoiendesha TBC. TBC siyo televisheni ya biashara. Inafanya biashara kwa sababu tu serikali imeshindwa kuipa mafungu yanayotosha ya kuendesha shughuli zake. TBC haiwezi kwa namna yoyote ile kuwanyima haki wananchi ya kufuatilia wawakilishi wao wanazungumza nini na wanafanya nini, na ndio maana kwa muda mrefu sasa kumekuwa na shughuli za bunge zikionyeshwa na televisheni ya taifa moja kwa moja. Kuendelea ku, ku, kujadili hotuba ya rais ambaye yeye wakati anahutubia ilionyeshwa moja kwa moja kuwazuia wananchi kufuatilia kufati, hoja za wabunge kwa hotuba ambayo rais alipokuwa anahutubia ilikuwa moja kwa moja, ni kunyima haki za wananchi kupata taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuomba bunge lisitishe mjadala wa hotuba ya rais ambaye yeye alionyeshwa moja kwa moja, lakini muhimili wa bunge unapoijadili isionyeshwe moja kwa moja, ili wabunge wajadili na watoe maazimio ambayo yatapelekea serikali kuliachia shirika la TBC lionyeshe shughuli za bunge moja kwa moja kwa, kwa mujiba anavyostahili, na naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wa bunge mwenyekiti, taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Waheshimiwa wa bunge nimemsikiliza kwa makini mheshimiwa Zito Kabwe kwa hoja yake ambayo msingi wake unaanzia kanuni ya 49 ambayo inahusu kauli za mawaziri. Kauli za mawaziri kwa mujibu wa kanuni hizi na kwa mjibu wa mazoea yetu hazijadiliwi Bungeni, lakini hilo halizuii mbunge kuleta hoja substantive kupitia kwa katibu, kwa taratibu ambazo zimewekwa. Wa uamuzi wangu kama Mheshimiwa Zito Kabwe bado naona upo umuhimu wa hoja hiyo kuendelea.